Naam, mtazamaji wa Trend TV, bwana, niko hapa kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na kitu ambacho kimemkuta bibiye Zari the Boss Lady. Tunaweza kusema kwamba kwa namna moja au nyingine, Zari, bwana, yamemkuta mazito kwa sababu Zari ameonekana e, kuna video ambayo imesambaa ikiwa namwonyesha Shakibo e, huyu ni mpenzi wa Zari na inaonekana kama vile Zari amemwekea maspai, yani watu wao wanamfuatilia na kumpeleleza Shakibu kila hatua ambayo anayoifanya katika maisha yake, jambo ambalo linaeleweka kwamba mtu ukiwa na mpenzi bwana, sometimes unataka kuwa nozi. Yani unafuatilia kila kitu ambacho anachokifanya. So, Zari naye pia ameonyesha kwamba naye pia anafanya michango hiyo, na at the end of the day amekuja kugundua kwamba Shakibu bwana, kama vile kuna kabinti ana mazoea nacho yaliyopitiliza, kama vile ya kimapenzi kwa namna moja au nyingine, ni kwamba kuna hivi video ambayo imemuonyesha inamuonyesha Shakibu akiwa yupo katika sehemu fulani vya uchochoro, haijajulikana kama hii ni Uganda au South Africa, lakini lakini hapa ni kwamba anaonekana Shakibu akiwa yupo na mwanadada fulani hivi ambaye bado hatujamfahamu kwamba ni nani exactly, lakini ni kama ndo kama nilivyokuambia kwamba walikuwa kama kwenye muonekano fulani hivi wa kimapenzi, mapenzi kimahaba, mahaba, kwa namna moja au nyingine. Sasa basi, kitu ambacho kimefanyika ni kwamba hizi video zimeenda viral na Zari the boss lady amesononeka sana, amelalamika, ameonyesha jinsi gani ambavyo alivyokuwa devastated. Haijajulikana ni nani ambaye amerekodi hii video, lakini still ni kwamba ni video ambayo sasa hivi ina trend sana huko mitandaoni tokea siku ya jana, na Zari ametoa statement. Comment zimekuwa ni nyingi, page nyingi ni nyingi sana zimepost kuhusiana na hii issue eh bwana kuhusiana na hii issue ambayo inamwonyesha Shakibu akiwa yuko katika mahaba na huyu bidada mwingine. Tunafahamu kwamba Shakibu ni mume kabisa wa Zari kwa sababu inasemekana kwamba alishafunga mpaka ndoa hawa. Umeona bwana. Uh, uh, sasa, Juma Lakola ameposti hiyo video ikiwa inamuonyesha Shakibu akiwa yuko na huyu bidada mwingine uh, katika hiyo mikao ya kimahaba mahaba mahaba, alafu akaandika kwamba he, jamani huyu si Shakibu naona bwana kwa hiyo, katika hiyo video wadau hapa wamekuja kuweka maoni yao kwa kwa bwana. hawa ndio wanaume bwana, hata uwape nini, mwisho wa siku malipo yake ndio haya tena. Hapo Shakibu ana furaha zaidi, yupo na mtu eh, lika lake kuliko akiwa na Zari, fear man. Kuna mtu ameandika hivyo, dawa yao. Anasema kwamba acha kumfananisha Shakibu na, na Msheri, mtu ameandika hivyo. Kwa mtu mwingine hapa amekuja ameandika kwamba ameandika kwamba bwana, jamani, msipende kukaa sita, msipende kukaa sita za, diri, siti za dirishani jana kuna mpiga debe amenipiga kofi kisa akupewa pesa yake na konda. Huyu, okay, amekuja kuweka kibonzo kwa mtu mwingine hapa, amesema kwamba bwana, uki ukiagiza Shakibu alibaba ndo anakuja huyu. Kwa mtu sasa, bwana yuko ki, yuko kibaha au wapi hapo? Kuna mtu ameuliza. So at the end of the day ni kwamba eh, wadau Uh, kila mtu amekuja kuelezea la kwake, lakini kwa mujibu wa hii video, kitazama vizuri, anaonekana huyu ni Shakibu na akiwa yuko na kabinti kengine. Umeona bwana. Sasa Zari bwana amekuja kulalamika mitandaoni. kuna video hapa inamonyesha bibiye Zari the boss lady akiwa analizungumzia swala hili, lakini sasa cha ajabu ni kwamba Zari amezungumza kwa lugha ya Kiganda, lugha ambayo hatuielewi, lakini anyway, hebu sikiliza hapa then nitakusomea baadhi ya captions ambazo Zari pia ameziambatanisha na video hii ambayo amekuwa akizungumza Kiganda, alafu tutazitafsiri hizo

Yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo Zari, bwana ametukomesha, ameongea kwa lugha ya Kiganda hatujaelewa hata moja, kusema ule ukweli. So Juma ameposti tena hii, akasema kwamba haya sasa, mliosoma Uganda njoeni hapa mtuambie alichokiandika alicho alichokizungumza huyu binti ni nini, nini. Yani, alichokizungumza Zari, kuna mtu hapa anaitwa Sky Salam anasema kwamba, bwana, ule msemo wa wanaume anaweza akakuacha jangwani bila maji, huyu amekuja kutafsiri sasa. Huyu kiganda anakijua, amesema kwamba Zari alichokiandika, alichokisema alikuwa anamaanisha kwamba ule msemo wa mwanaume ule msemo wa mwanaume atakuacha jangwani bila maji, ndo haya, sasa, mimi na Shakibu Zari amezungumza hivyo, kisha akaendelea kusema kwamba mwanaume unamwangaikia kila kitu, unamfanyia kila kitu, pakikucha anakupi, anakupiga matukio hapa kaamua kutuonyesha demu wake sasa mpya, ndo huyo demu wake mpya kabisa, jamani eh? Afu akasema kwamba ni mke zangu tu nikasali kwanza, kumekucha huku Sauzi. Dini yetu inasema kwamba, alhamdulillah, asante Mungu. Kiukweli inauma sana, ila ndo hivyo, sina namna. Ila wakati mwingine wakati mwingine ndo hivyo tena, Mungu anakuwa anataka kukuonyesha kitu. Kwa hiyo basi namshukuru Mungu kwa yote. Mafua yanani, mafua yameniamulia hapa, hali yangu ni mbaya isee. Mwisho wa kunukuu. So hicho ndo kitu ambacho hapo Zari alichokuwa nakizungumzia hapo, hiyo emwe. Kwa hiyo hapo ndo hicho alichokuwa anakizungumza. Sasa baada ya hapo ni kwamba Zari, ile boss lady bwana, hakuishia hapo kuna, kuna posti zingine ambazo zimekuja eh, kupostiwa huku mm, lakini <laughs> kuna peji mbali mbalimbali zimekuja kuripoti pia kuhusiana na hili swala. Kwa mfano, kuna peji hapa wameandika kwamba bwana ndoa ya Zari ipo kwenye hali mbaya. Shakibu ameonekana akichiti na bidada mwingine. Umeona bwana? Haya, alafu tena kuna peji nyingine wamekuja wameandika the same kwamba bwana Zari ajibu baada ya video ya mume wake akionekana na mwanamke mwingine. Amedai kuwa kaumizwa sana na kitendo cha mume wake kuonekana na mwanamke mwingine katika video inayosambaa huko mitandaoni. Pia Zari amedai kuwa hakuna asiyejua ni jinsi gani amejitoa kwa ajili ya Shakibu na kumpa kila kitu. Hivyo basi, haku, hivyo basi kutokana na kinachoendelea hivi sasa watu wasimshangae siku akionekana na mwanaume mwingine. Mambo hayo, so it is what it is. Haya sasa, aikuishia hapo ni kwamba Shakibu naye pia ameweka ujumbe kupitia kurasa wake wa Instagram pale juu katika story ameandika kwamba please Discard the old video of me circulating on social media. Umeona eh? Hapa Shakibu amekuja kujitetea. Sasa anasema kwamba jamani naombeni msizingatie video ya kwangu mimi ya zamani inayosambaa huko mitandaoni. Sasa Shakibu ana claim kwamba hii video ambayo inayosambaa huko mitandaoni akiwa yuko na huyu bidada ni ya zamani. Akaendelea kusema kwamba it's outdated and being shared with malicious intent. Yaani hii ni ya zamani sana na watu wameanza kuishare mtandaoni kwa, kwa nia mbaya by a blogger attempting to, uh, to tarnish my reputation and relationships, akiwa namaanisha kwamba hii kuna bloggers wameanza kusambaza hizo video za zamani sana kwa lengo la kumwaribia eh, mahusiano yake pamoja na reputation yake. So hivyo ndivyo Shakibu alivyojitetea. Unahisi kwamba ni kweli video ni ya zamani, ya zamani, au unahisi kwamba ni mwamba amebambwa ame au nahisi ni kiki? Weka maoni yako katika comment section ndo kwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.